Kama unataka kumjua mbaya wako, yaani umuone kabisa kwa sura na umbo lake, basi video hii itakupa mbinu zote. Yaani leo utakwenda kujua kila kitu, sitakuficha kitu chochote. Sasa cha kufanya tulia hapo hapo, usiende mahali popote. Kama unavyoweza kuona hapa, hivi ndivyo vitu ambavyo tutakwenda kuvitumia na vitakuonyesha ni kitu gani kinachosababisha wewe uandamwe na mikosi, mambo yako yasiende, mabalaa kila siku yanakuandama. Yaani hapa leo lazima kieleweke hapa. Tuna yai moja. Ni muhimu utumie yai la kienyeji, na ni lazima liwe la kienyeji kwa sababu yai la kienyeji liko full na nguvu za universe. Pia tuna udi Udi huu unaweza kupata kirahisi zaidi katika maduka ya dawa za asili. Pia utatakiwa kuwa na mshumaa mweupe. Mshumaa mweupe nadhani unapatikana kirahisi sana. Hata katika haya maduka ya mitaani pia huwa wanauza mishumaa na bei yake huwa ni rahisi sana. Na pia utatakiwa kuwa na kipande cha nguo cheupe. Kipande chochote kile cha nguo ambacho kina rangi nyeupe, kisiwe na ua au sijui mistari mistari. Hakikisha ni cheupe pe, hakina alama yoyote ile, kama hiki unavyoweza kukiona hapa. Kitu kingine ni bakuli lenye maji safi. Haya maji yanaweza kuwa ni maji ya aina yoyote, ya bombani, ya mtoni ya ziwani, ya mvua, yani ni maji ya aina yoyote ile, ila tu hakikisha ni maji safi. Na bakuli si lazima liwe kama hili la kwangu, unaweza kutumia bakuli la aina yoyote ile. Na pia utatakiwa kuwa na glasi yenye maji safi, maji ya aina yoyote ile, na glasi hii hakikisha ni transparent. Yani ambayo inaweza kuonyesha kitu kilichomo ndani hilo ni muhimu sana uzingatie kwa sababu zoezi letu linatutaka glasi iwe inaonyesha kitu kilichomo ndani. Kwa hiyo zingatia sana hilo, na hii ni chumvi ya mawe. Jamani, naomba nisisitize, hakikisha ndani mwako hakukosekani chumvi ya mawe. Hiki kitu kina umuhimu mkubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Unaweza kujiuliza, ni kwa nini chumvi ya mawe kwa nini tusitumie ile chumvi ya unga tunayotumia siku zote? Chumvi ya mawe imebeba nishati zote za asili za kiulimwengu, yaani nguvu za universe. Ile chumvi ya unga imepitia kiwandani, na inapopitia kiwandani, huwa kuna baadhi ya nguvu za universe huwa zinapungua. Kwa hiyo inakuwa haiwezi kukuletea matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo chumvi sahihi ya kutumia hapa ni chumvi ya mawe, kwa sababu ipo full of universe power. Chumvi ya mawe utaipata wapi? Chumvi ya mawe inapatikana zaidi sokoni na inapatikana kwa bei nafuu mno. mm. Kuna wengine huwa wanauza kwa kupima na wengine huwa wanafunga kwenye packet. Kwa hiyo ukienda sokoni, wewe ulizia chumvi ya mawe, utaipata kirahisi sana na kitu kingine ni limao pamoja na kisu. Hili ni limao la kawaida kabisa, unaweza kununua sokoni, gengeni, au hata kama una mti unaweza kuchuma kwenye mti wako ukalitumia. Sasa zoezi hili huwa linafaa zaidi kufanyika katika mwanzo wa kitu. Kwa mfano, unaweza ukalifanya mwanzo wa wiki, yani Jumatatu, au mwanzo wa mwezi yaani tarehe moja, au mwanzo wa mwaka yaani Januari, yaani ili mradi tu iwe ni mwanzo wa kitu fulani. Na kuhusiana na muda, muda wowote ule inaweza ikawa ni asubuhi, mchana au jioni. Na unapofanya zoezi hili, hakikisha upo peke yako na ujifungie chumbani kwako, yaani mtu yoyote yule asijue unachokifanya. Na hicho chumba chako, hakikisha kina dirisha ambalo lina uwezo wa kuingiza hewa na kutoa hewa, kwa sababu zoezi hili tunapojifanya, sio tu litakufichulia mbaya wako na nguvu mbaya ambazo zinakuzunguka, lakini pia litaondoa zile nguvu mbaya zote ambazo zimekuzunguka au zimekutawala katika mwili wako. Sasa hizi nguvu mbaya zinapoondoka, lazima zipate mahali pa kutokea. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na dirisha ambalo lina uwezo wa kutoa hewa nje. Sasa basi tunakwenda kuanza zoezi letu kama ifuatavyo. Jambo la msingi la kuzingatia kabla ya kufanya zoezi hili, hakikisha unaondoa woga wote na wasiwasi ambao umekutawala na pia unatakiwa kuamini kwamba baada ya zoezi hili utakuwa ni mtu mpya kabisa. Vikwazo na nguvu zote za giza ambazo zilikuwa zimekufunga katika maisha yako zitaondoka, na kama ulikuwa na adui basi kwa kupitia njia hii utakwenda kumfahamu adui yako, na kuanzia hapa, adui yako hatakuwa tena na uwezo wa kuwekea vikwazo katika maisha yako. Sasa unisikilize kwa makini sana. Jambo la kwanza, utatakiwa kuchukua hili limao, utakata, kisha utakamulia kwenye maji yaliyopo kwenye bakuli lako. Hapa tutatumia kipande kimoja tu cha limao, hiki kingine kitakuwa hakina kazi, tunakiweka pembeni kama hivi. Hakikisha unakamulia maji yote yaliyopo kwenye limao. Baada ya hapo, utachukua kijiko kimoja cha chumvi, chumvi yetu ya mawe hii, kisha utaweka kwenye maji yaliyopo kwenye bakuli kama hivi. Baada ya hapo, utatakiwa kuchanganya maji yako ili yaweze kuchanganyika na vitu tulivyoweka. Ukishamaliza, utatakiwa kuchukua hili yai lako moja, kisha utaliosha kwenye haya maji ambayo tulichanganya chumvi pamoja na limao. Hakikisha unaliosha yai vizuri kabisa, ili kuondoa takataka zote na bakteria wote ambao wanaweza kuwepo juu ya hili yai. Ukisha hakikisha sasa yai lako limekuwa safi kabisa, utatakiwa kuliweka juu ya kipande chako cha nguo cheupe. Baada ya hapa sasa, inatakiwa tujiconnect na nguvu za universe, yaani nguvu za asili za kiulimwengu. Ili kujiconnect, inatakiwa tuwashe mshumaa wetu. Kisha washa mshumaa wako. Sasa utatakiwa uchukue udi wako pia uwashe. Huu udi unasaidia kuondoa nguvu zote mbaya, yaani negative energy, ambazo zilikuwa zimezunguka katika chumba chako. Hakikisha huu moshi wa udi unafika katika kila pembe ya chumba chako na wakati huu hakikisha dirisha lako lipo wazi, ili e, zile negative energy zinapoondoka ziweze kupata sehemu ya kutokea. Unaweza ukawa unazunguka na udi katika kila pembe ya chumba ili kuhakikisha kwa kwamba ule moshi unaenea chumba kizima. Ukishahakikisha kwamba moshi umeshaenea katika chumba kizima, sasa unaweza kuweka udi wako hapa, uendelee kuwaka. Baada ya hapo utachukua yai lako kisha utalipitisha juu ya moshi wa mshumaa. Wakati unapitisha yai hapo unatakiwa kutamka maneno haya hapa: naomba nguvu za universe ziweze kuungana na mimi mahali hapa ili ziweze kunisaidia katika jambo ninalolifanya. Tamka maneno hayo mara tatu. Ukishamaliza kutamka maneno hayo, hapo tayari nguvu za universe zitakuwa zipo connected na wewe, yaani nguvu za universe zitakuwa tayari zimeshafika mahali hapo, na unaweza kuona ishara za nguvu za universe kwa kupitia mshumaa. Mshumaa unaweza ukafifia fifia, au ule moto ukaongezeka zaidi. Kwa hiyo hizo ni ishara ya kwamba nguvu za universe tayari zipo mahali hapo. Baada ya hapo, utatakiwa kuweka yai kifuani. Ukishaliweka yai kifuani, unatakiwa kutaja lengo kuu la kufanya spell hii ya yai, na lengo lako inatakiwa ulitamke kwa sauti. Kwa mfano unaweza kusema hivi: nafanya spell hii ya yai ili niweze kujua mbaya wangu ni nani, niweze kujua ni kitu gani kinasababisha mambo yangu yasiende, na pia baada ya kufanya spell hii nataka niwe mtu bora, na vifungo vyote vilivyofunga nyota yangu viweze kufunguka, na nyota yangu iweze kung'ara kama mshumaa huu unavyowaka hapa. Ukishamaliza kutaja lengo lako, sasa hatua inayofuata utatakiwa kushika yai lako kama hivi kisha utatakiwa kulizungusha mwilini mwako kwa mwendo wa kuzunguka, yani in a circular motion, kuanzia kichwani mpaka miguuni. Sasa unaweza kufanya zoezi hili huku ukiwa umelala chali au ukiwa umesimama wima. We mwenyewe utaangalia ni position ipi inakupa urahisi wa kufanya zoezi hili. Utatakiwa kuzungusha yailako kichwani shingoni yaani kuzunguka shingo yote, kifuani, tumboni, mapajani na miguuni, na baadhi ya maeneo ya mgongoni, kama unaweza kuyafikia, unaweza ukazungushia yai lako. Kwa hiyo hakikisha unazungusha yai lako katika maeneo yote yale ambayo wewe unaweza kuyafikia. Kadiri unavyozungusha yai mwilini ndivyo ambavyo nguvu mbaya zinavyofyonzwa na lile yai, kwa sababu lile yai tayari limebeba nguvu za universe. Kwa hiyo unavyolizungushia mwilini mwako utaanza kuhisi kama mwili unakuwa mwepesi, yani wewe mwenyewe utaanza kuhisi kama kuna vitu vinapungua mwilini mwako. Utaanza kuona kama unapata ahueni fulani hivi vi, kuna vitu vinapungua mwilini mwako na unakuwa mwepesi. Ukishamaliza kuzungusha yai mwilini mwako, hatua inayofuata utatakiwa kuvunja yai kwenye glasi yenye maji. Glasi ni hii hapa, tulishaiandaa na maji yake. Sasa humu utatakiwa kuvunjia yai lako. Kisha vunjia yai kwenye glasi, usikoroge wala usitikisi glasi, iache hapo hapo itulie kwa muda wa dakika tano mpaka dakika kumi Zikisha pita hizo dakika, utatakiwa kuangalia pembeni mwa glasi, sio kwa juu, ni kwa pembeni ya glasi kama hivi, kisha angalia nini kinatokea kwenye glasi yako. Sasa hapa ndipo utaweza kujua ni kikwazo gani kilikuwa kimekushikilia katika maisha yako. Kama ulikuwa na adui, utaweza kuiona sura yake waziwazi kwenye glasi hii, na kama ni masuala ya nyota yako kuchafuliwa au kuibiwa, utaweza kujua katika glasi hii. Sasa hizi ni ishara ambazo unaweza kuziona katika glasi hii, na ishara hizi huwa zinatofautiana kati ya mtu na mtu kulingana na jambo ambalo lilikuwa linamsumbua katika maisha yake. Sasa kama una adui, utaona kabisa sura ya mtu inajichora wazi wazi katika kiini cha yai, yaani utaona kiini cha yai kimezama mpaka chini kwenye glasi, kisha sura yake itajichora katika kiini cha yai ukiona hivyo huyo ndiye adui yako ambaye anasababisha nyota yako ichafuke na mambo yako yasiende vizuri, na kwa kupitia zoezi hili umeweza kumdhibiti. Kama ukiona kuna maumbo yasiyo ya kawaida yanajitokeza kama hivi, na maumbo hayo yanaweza kuambatana na harufu mbaya, hiyo maana yake kwamba kulikuwa na kitu au nguvu ya giza ambayo ilikuwa imekushikilia na kwa kupitia zoezi hili umeweza kuitokomeza nguvu hiyo. Kwa hiyo kuwa na amani, speli yako imeweza kuenda vizuri. Ishara nyingine unaweza kuona mawingu mawingu katika maji, kama hapa mnavyoona kwenye picha, hiyo ni ishara ya kwamba nyota yako ilikuwa inapungua nguvu, yani kadiri siku zinavyoenda ilikuwa inapungua nguvu zake. Sasa kwa kupitia zoezi hili umeweza kusolve tatizo hilo, na nguvu ya nyota yako itarudi kama kawaida. Ishara nyingine unaweza kuona kiini cha yai kimezama mpaka chini, halafu hakuna alama yoyote inayoonekana, kama hivi unavyoweza kuona hapa, hiyo ni ishara ya kwamba haukuwa na tatizo lolote lile, na nyota yako ipo vizuri. Na kama ukiona kiini cha yai kinaelea au kimeishia katikati, yani kimefika katikati ya glasi alafu kimekwamia hapo, hiyo ni ishara ya kwamba bado kuna tatizo, yani zoezi lako halijakwenda vizuri. Inawezekana kuna kitu ulikosea katika prosesi zako, kwa hiyo inatakiwa urudie upya. Ishara nyingine ni kuona bubbles au mapovu, unaweza kuona hapo kwenye picha. Ukiona ishara hiyo, maana yake ni kwamba negative energy, yaani nguvu zote mbaya zimeweza kufyonzwa kwenye yai. Kwa hiyo hiyo ni habari njema kwako. Pia unaweza kuona maua, yani maumbo ya maua yanajitengeneza kwenye glass. Hiyo ni habari njema. Maana yake ni kwamba nguvu mbaya zinaondoka taratibu, na mazuri yanakuja kwa haraka. Kwa hiyo tarajia mambo mazuri yakujie hivi karibuni kwa haraka sana. Ishara nyingine unaweza kuona harufu mbaya inatoka kwenye yai au damu. Ukiona hivyo, maana yake ni kwamba kuna laana imekufunga. Kwa hiyo unatakiwa kurudia zoezi hili ili uweze kusafisha nyota yako na kuondoa vifungo vyote vya laana. Ishara nyingine unaweza kuona kiini cha yai kinazama kabisa mpaka chini, halafu kunatokea kama minara, yaani minara imesimama imenyoka kabisa kuelekea juu kama hivi unavyoona hapa. Hiyo maana yake ni kwamba una maadui wengi ambao wameshikilia mambo yako yasiende, na kwa kupitia safisho hili umeweza kuwadhibiti. Na kuanzia hapo nyota yako itang'ara na mambo yako yataanza kuenda kama kawaida. Kwa hiyo hizo ni ishara ambazo unaweza kuziona, so inatakiwa uwe makini sana katika kuangalia ishara, ili uweze kujua hapa inamaanisha nini. Unaweza ukaona ishara moja au ukaona ishara zaidi ya moja. Kama ukiona zaidi ya moja usishtuke, jambo la msingi tu ni kuangalia hizo ishara zinamaanisha nini. Ukishamaliza haya mabaki ya yai, unatakiwa kuyafukia au kuyatupa mbali na wewe. Pia hili yai ambalo tumelipasua kwenye glasi usilitumie kwa namna yoyote ile Unatakiwa kwenda kuli flash chooni kila, maana yake unataka ule zile nguvu mbaya ambazo zimetoka mwilini mwako, kitu ambacho sio kizuri kabisa. Na haya maji tuliyoshea yai unaweza kuyamwaga tu popote, hayana madhara yoyote. Zoezi hili anaruhusiwa kufanya mtu yoyote yule ambaye anatizama video hii, na ukishamaliza kufanya zoezi hili utakuwa ni mtu mpya kabisa, na nyota yako itang'ara, milango ya baraka itafunguka na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Vile vikwazo vyote ambavyo vilikuwa vimekushikilia vitaondoka. Na kama ukifanikiwa kuona sura ya adui yako katika zoezi hili, naomba nikushauri, usimfuate wala usimwambie jambo lolote ukienda kugombana naye utaenda kuharibu, kwa sababu hapo utaruhusu zile nguvu mbaya ziweze kurudi tena katika mwili wako. Kama utajikuta unapata msukumo wa kufanya zoezi hili, tafadhali sana na kuomba ufanye, kwa sababu huwezi kujua mafanikio yako au vikwazo vyako katika maisha yako vitaondoka kwa staili gani. Siku zote sauti inayotoka ndani mwako Ndiyo sauti ambayo ina mafanikio. Puuzia sauti zote za nje ambazo zinakutisha na kukuogopesha, utaweza kupata mafanikio kama ambavyo wengine wengi wameweza kupata mafanikio yao. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Mwislamu, suala la msingi ni wewe kuamini katika nguvu za universe. Kama unaamini katika nguvu za universe, andika hapo chini kwenye comment Nipo tayari kupokea muujiza wangu. Kwa Waislamu tunasema insha Allah, na kwa Wakristo tunasema katika jina la Yesu hakuna linaloshindikana. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, hakikisha una subscribe ili video nyingine zinazofuata zisikupite. Asante sana.